Ndani ya Ramadhan, ndani ya mwezi mzima wa Ramadhan, ni mwezi pekee ambao kwa masaa ishirini na nne mtu anaweza kuomba dua yake na isiwe na hijabu, isiwe na kizuizi. Kwa nini? Rejea maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam. Wa Bwana Mtume anasema, watu wa aina tatu hazirudishwi dua zake Watu wa aina tatu wakiomba dua yao hairejeshwi na Mwenyezi Mungu Tabarak tabaraka wataala. Mmoja kati ya hao watu ni mtu aliyefunga mpaka atakapofuturu jioni. Yaani, katika yale masaa yako yote yale ulionuia ya kufunga yale kuanzia asubuhi mpaka magharibi, pale wewe una fursa ya kumwomba Mwenyezi Mungu Tabarak tabaraka wataala jambo na jambo hilo likawa makbul, ni lenye kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala, ni jambo linalopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake.